Mambo vipi, mtazamaji wa Gavo Media? Karibu tuyazungumze yale ya kimichezo, sisi tunasema pamoja hatua kwa hatua. Tuko na mgeni hapa Official Mume uh, ni shabiki kindakindaki wa Young Africans, tume amekuja hapa kuyazungumza yale ya kimichezo. Karibu na tue sote mpaka tamati, karibu sana Official Mume. Asante sana. Pengine jina lako halisi Eh, maarufu official mume. Ni mshabiki pekee nilioa, sio tu kuoa na kuja na mke wangu uwanjani hmm. na ananunua jezi za Simba alikadhalika, mke wangu anafua hata jezi za Yanga. Mwili mmoja lakini timu tofauti tofauti tofauti, na inaelezea ina, ina, ina kwamba mpira si adui, mpira ni upendo, mpira ni amani, mpira ni burudani. Kwa hivyo mtoto atafata kwa mama kwa baba. A, mtoto wangu mimi mara kwanza nilikuwa namvisha jezi ya pande mbili Simba na Yanga, ina maana huko upande wa Simba upande wa Yanga na nikasema atachagua mwenyewe timu anayoipenda, lakini sasa hivi amechagua timu yake anayoipenda, basi nashukuru Mungu. Bwana, tumeona injinia Hersi, rais wa klabu ya Young Africans, amelamba dume FIFA. A, pengine unazungumziaje uchaguzi huu? A, unajua wakati wa mabadiliko kati Elsie anaingia Young Africans, wengine wakasema kwamba ni kijana sana wengine wakasema ni muuni ni kwa sababu ni mvurana ni mkijana, watu tulikuwa tumeshazoea kwamba klabu inaoendeshwa na wazee, lakini injinia alivyokuja Yanga ikawa imefanya makubwa zaidi, ikawa inakwenda mbali zaidi. Matokeo yake injinia akachaguliwa kuwa mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika CAA, CAA, wakamchagua pale ni ACA, wakamchagua kuwa rais wa vilabu vyote Afrika. Yani alikuwa ni mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika Tukasema kwamba tumepata bahati wa Afrika, na alivyoingia yeye tu mpira wetu, hatua ya awali watu walikuwa wapati pesa, lakini asa hivi klabu bingwa hatua ya awali wanapata dola laki moja ni kwa sababu yeye tu anatutetea. Lakini hiyo haitoshi, rais injinia amechaguliwa leo kwa mjumbe wa kamati za mashindano FIFA. Yani dunia nzima unavyomwona wewe ndio yule kamati ya mashindano injinia amechaguliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa hivi ni kidunia. Sasa sio, okay, kiafrika ni kidunia. Kwa hiyo okay, ukiona kwamba labda unaweza kuiona Ureno anacheza na labda na Sweden uh, pale injinia amehusika katika zile fixture na nini, nini na nini amehusika. Okay, ukiona kombe la dunia linaanza ujue injinia naye yumo. Kwa hiyo ni, ni hii ni sifa mojawapo, sio Young Africans tu. Hii ni sifa mojawapo, Tanzania tunajivunia kupata mtu kama injinia. Ni sifa, sio Tanzania tu, Afrika nzima tunajivunia kupata mtu kama injinia kwa sababu Afrika ni yeye amechaguliwa. Na tunachoshukuru Mungu kwamba ni bado anapiga hatua kwa hatua. Kwa hiyo sisi tunaya amini kwamba baadaye anaweza kuja kuwa mtu mkubwa zaidi ya hapo. Kwa hiyo tunalo la kujivunia kama Yanga na tunalo kujivunia kama waafrika wote na tunajivunia kama watanzania wote. Kitu alichokifanya injinia ni kikubwa sana, tunampongeza. Tukiachana na manufaa ya kidunia pamoja na Afrika, pengine uchaguzi huu una manufaa gani hasa, kwa nini young africans? Ha, huu una manufaa kwa sababu kwamba injinia tu alivyochaguliwa ile utambulisho wake tu Anatoka klabu ya Young Africans. Ina maana sasa hivi Young Africans kidunia sio ya kuuliza mtu hata mtoto mdogo anajua Elsi anatoka Young Africans ambayo ipo East Africa. Kwa hiyo watu watakuwa wanaijua Yanga na, na engineer anajua kujielezea. Naamini watu watakuja kuwekeza sio Yanga tu bali katika nchi yetu na watu watatembelea nchi ambayo ametoka engineer. Ina maana kwamba yeye ni Mwaafrika na ametoka East Africa na na East Africa ipo vizuri katika mambo ya mbuga za wanyama, yaani katika utamaduni wetu. Kwa hiyo, tutapata watalii wengi kwa sababu injinia tu amechaguliwa kuwa mjumbe wa FIFA wa mashindano duniani. Kwa hiyo, tutakuwa tunajua tu injinia yupo kule na wageni wengi watafika Afrika haswa Tanzania kututembelea. Hiyo imetupa moyo sana na imetupa faraja sana, na injinia hilo tunampa hongera sana hata kwamba sasa hivi nchi imetulia sana, kwa sababu injinia naye pia kapata cheo cha juu. Hivi ndio tunavyotaka vijana wawe, namna hiyo hata unakuwa na mnaio, uchungu upate kitu kama kila chokipata mwenzako. Tunaona hapa wapo wenye kiti wengi, tunaona East Africa wapo wenye kiti wengi na Afrika nzima wako wengi, lakini kachaguliwa yeye, ana kitu. Kwa hiyo mimi najivunia hilo na nadhani Tanzania tunajivunia hilo na watu wote Afrika tunajivunia hilo. Hii ni brandi pengine tutegemee Young Africans kuto kufanya makosa ya bahati mbaya, ili kuendelea kulinda brandi ya Engineer Hersi. Makosa ni ya bahati mbaya kama ulivyosema, ukifanya kosa ujue hilo ni si la makusudi i la bahati mbaya, na Yanga ni klabu kubwa, sasa hivi ni ya tisa sasa hivi katika Afrika, inapanda kila siku kwa sababu ya huyo huyo Engineer, na wale wanaangalia kabisa kwamba Engineer klabu yake inazidi kuwa kubwa na yeye mwenyewe anaiendesha vizuri kwa mifumo ile ambayo hata kwanza Elsi anajifunza, anaendaga warabuni, tunaona anaendaga wapi kuangalia. Leo hii ame, ame, amearikwa, kuna nchi amearikwa Ureno, yani kuna nchi kubwa amearikwa hapa sasa hivi, yani kesho anaweza akaondoka tena wamemwarika. Kwa hiyo hii ni funzo na sisi sisi Yanga kwamba hatutofanya makosa eti kwamba ni ya makusudi, makosa tukifanya basi ni ya bahati mbaya, na tunajivunia kuwa mtu kijana kama yule tunajivunia kuwa na ndugu yetu kama yule. Na sisi Yanga tunaamini tutafanya vizuri mashallah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu inshallah tuchukue kombe la klabu bingwa bila shaka. Uh, amepokea hizo taarifa kutoka kwake za pongezi. Turudi sasa katika hali ya kawaida. Kumekuwa na minong'ono kuhusu yes, kocha Romaini Fulizi, pengine wewe unasikia nini zaidi kinachoendelea kwa hivi sasa, tetesi kuhusu kocha mpya kusajiliwa tetesi sasa hivi zinazosemekana Young Africans zinafanya mazungumzo na kocha wa Madagascar. Hizo ah, hizo naona ni tetesi tu, lakini kwamba Roman Fez kwamba alichokifanya sio kibaya, ni kizuri, ni tunashinda katika mechi zote aliofanya, tumetoa suruhu moja. Kwa hiyo sijamuona kwamba na ubaya ule, labda mechi mbili, uwezi kumpima mtu kwa kitu alichokifanya. Tuangalie mechi hata tano, tuangalie tunafanya nini. Bahati nzuri kwamba, lakini hizo tano unazosema, taari, ya, hizo tano tayari amekwisha kucheza zaidi ya hizo na akashinda Amesuruhu moja amecheza zaidi ya nane, ndio tumesuruhu moja. Ili umeona yule mbaya mfunge ama mtoa suruhu? Umeona wewe na sisi ubaya wake. Sisi Simba tunawafunga, mimi kama tunamfunga Simba, sasa unakuja kumwambiaje kocha? Unahisi anakosea wapi, Akos. au ni wadau tu, ni mbwembwe za mashabiki pia au ni wadakatonge tu unajua kwamba amekuja ameshinda mechi nyingi sana amecheza amecheza huko Rwanda, amerudi na kombe, amefunga Simba, tumebeba ngao, ame klabu bingo, amewafunga watu goli tano, eh, nje ndani. Sasa tunataka nini sisi? Labda tucheze tukiwa tunapaa juu, labda ndo wabongo wa watarizika, lakini kama ni mpira huu, mbona watu wanafungwa? Unaiona ile quality ya Yanga iko nayo kutoka kwa Miguel Angelo Gamondi, Sead Ramavich, Hamidi Miludi, wamekuja mapema na muda mchache klabu ikaadapti mazingira ya mchezo ule ule ambao tulikuwa tumesha uzoea kutoka tangu kwa nabii. Unajua watu wanashindwa kuelewa dadangu, hata wewe ukibadilisha mahusiano, sio kwamba utaenda kuishi na yule mtu kwa mahusiano yale yale, kwamba asubuhi, mchana labda enda kula chips maaina ya soda yako nini. Huyu mwingine anaweza kukwambia, bwana mchana pika ugali mkala sasa so, kwa sababu unapika ugali mchana, ukasema bwana, huyu mbona mbaya, mi mchana ananipikisha. Kumbe yule anataka kukufunza yeye vitu vizuri, kwamba huyu mwanamke alipotoka, alikula alikushazoea vitu vya kununua magengeni, mahotelini, lakini kwangu hapa nataka asubuhi apike chai hapa hapa, mchana apike chakula cha mchana hapa hapa, usiku apike chakula cha usiku hapa hapa, asiende kununua magengeni. Wewe hisia zako unaona kwamba huyu mwanamme mbaa, ananipotosha Mbona ananiambia mimi nipike kumbe yule anakufunza kwa hiyo sasa sisi tunafunzwa, yani Yanga, wachezaji wetu tunafunzwa. Yani watu wanataka mpira tu ukija, yani ucheze vile vile. Yani tumetoa vile vile. Suru mechi nyingi kaifunga Simba. Umeona sasa hivi tuna point 4, mechi mbili tumetoka ugenini na ile mechi ngumu kwa hiyo kila siku tunamsema kocha wetu, kila siku tunamsema kocha wetu, yani tushasema mpaka tushachoka. Huyu kocha ondoki, na kocha ni bora, na huyu ndo tunamtaka kocha wetu huyuhuyu. Hajapoteza mechi hata moja. Tetesi zipo, lakini hizo ni tetesi tu. Wewe tetesi ni asilimia tisini ka... mtaani kwenu pia unaweza mtu akakutolea tetesi zozote tu, hata yani sio kweli, lakini mtu akasema tu, tetesi lisemwalo lipo, kama lingine halipo, linakuja. lingine hakuna na aliji, yani lingine lisemwalo hakuna na aliji kwelikweli au ni maneno tu kwamba kuna watu wanasema mimi nitaenda Ulaya na aendi hata Kenya hajafika. Au ni maneno tu. Unaweza kwa lisemwalo lisije vile vile. Usiogope kwamba lisemwalo lipo. Watu wanakuombea mabaya. Mtu anamuombea mabaya mtu ataja ole ole yule anaolewa. Ashiki mimba anashika. Azai anazama mapacha. Yaani ya ni maneno tu. Lakini Mwenyezi Mungu akifungua watu wanatoka. Si unaona watu wanasema kwamba sisi tunacheza mpira mbaya. Timu itakayokuja hapo tutakayofungua Simtibu anakuja hapo Benjamin Mkapa. Utaona anavyopigwa goli zake 6 4 hapo. Yaani mtaona sasa hivi tuko vizuri, yaani tumeficha mbinu zetu na watu wanaingia kingi, na tutashinda mechi zote, wala usiona wasiwasi kuhusu hilo. Unawashauri nini wana Yanga wenzako, ah, watu wanaosema hivyo Yanga kuhusu Yanga? Kila mtu anaosema Yanga vibaya, mimi ninachowashauri wajisajili, walipe ada za kadi zao, ama mtu sio mwanachama akachukue kadi. Kadi ni siku moja tu, dakika hiyo hiyo unapata kadi ya mwanachama, unaichangia, una timu yako Yanga Africans, Sio maneno maneno tu. Afue sio mwanachama wala sio mshabiki, kwa maana hiyo. Unataka Romain Folz aendelee kubaki ndani ya Young Africans, aendelee miaka mia. Romain mimi nampenda aendelee miaka mia, mia, kwa sababu anaficha mbinu za maadui zetu, yani watu wanavyomfikiria, kumbe anavyokuja sivyo. Na hao watu wanaosema hivi ni watu ambao ni Simba tu wanaotuonea chuki wanaotuonea husda, ni watu wa Simba ndo wanataka kocha wetu aondoke. Hivyo Simba wana huruma gani ama wana fadhila gani kwamba kocha wetu sisi aondoke? Yaani Simba, watu wa Simba kweli, mtu aseme kabisa kocha yako mimi naomba ondoke, yule kocha mbaya. Simba wana huruma gani? Wao wameleta meneja. Unajua hasa kitu kinachonishangaza mimi, meneja sisi Dimitri, eh e, ni meneja yule. na kati hapa wewe, oh, ushaona, nakuuliza swali kidogo la kizushi ba kati ya kocha na meneja yupe anastahili, ana, ana kufanya kazi ba viongozi wa wa, <laughs> wa wa Yanga wa Simba basi ambao watu hapa tuwaulize ambao watu wanaotuangalia kati ya kocha na meneja yupi kazi? Watajibu. Watajibu, eh, uh, anayefanya kwenye michezo ya Yanga Africans inapokuwa inacheza aidha kimataifa au ligi kuu, watu wengi wamekuwa wakisema hafanyi mabadiliko kwa haraka, au pale pindi ambapo inatakiwa mchezaji fulani atoke mwingine afanye maingizo mapya hayo ndo kazi ya kocha. Wewe sio kocha, yaani kama yule, afanye mabadiliko kwa haraka. Wewe hata kwenye kazi yako wewe, labda una, una, una mkeo huko nyumbani. Mbona tulikuwa tunazungumzia kuhusu kufanya mabadiliko ya wachezaji mm, wakati wa mechi, amekuwa mzito sana kufanya mabadiliko ya wachezaji pale inapohitajika, yaani wewe ndo kocha. Unajua kila mtu ana mambo yake, unajua hata wewe ndani unaweza kawakuta unafanya mambo yako, lakini mtu aku, aku, akufukuzi kwa muda huo huo labda mumeo umemuuza kufukuzi kwa muda huo huo. Yani wewe mabadiliko ya kocha anayecheza Gavoo Media pamoja hatua kwa hatua.